Lakini ni hodari katika jina la Yesu. Ndio maana anasema awainuae kutoka chini, wale walio chini anawainua walio chini awapandishe juu, anawainua walio chini awapandishe juu. Angalia Zaburi, Zaburi ya ishirini ule mstari wa kwanza, Zaburi ya ishirini mstari wa kwanza. Zaburi ya ishirini mstari wa kwanza. Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Jina anayekuinua mtu ni Mungu mwenyewe, na Mungu anatumia watu. Naomba njoo wewe ambaye una kichomi kwenye moyo, inasikia vichomi vikali kwenye moyo hapa, njo mara moja, shika tu hapo hapo moyo wako, hapo pona kwa jina la Yesu Kristo. Nina ndoa hizo vichomi, toka toka toka, toka, roho za magonjwa Ninang'oa kwa jina la Yesu Kristo, pona kuanzia sasa, pona kuanzia sasa, pona kuanzia sasa, pona kuanzia sasa, pona kuanzia sasa, pona katika jina la Yesu Kristo, pona. Naondoa hayo maumivu, naondoa vichomi, naondoa vichomi, naondoa na vichomi, naondoa vichomi, naondoa vichomi. Waachie moyo wako, waachie moyo wako, hautakufa, hautakufa, hautakufa hautakufa na ngoa hiyo vichomi, na ngoa hiyo vichomi. Achia, achia moyo, achia moyo, achia chembe ya moyo, achia achia, achia, achia. achia. achia. achia. achia. achia, paka kwa damu ya Yesu. Nina ngoa ya maagano, nina ngoa ayo maagano, pona katika jina la Yesu, amen. Tuendelee katu, anasema Bwana akujibu siku ya dhiki Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Nini kinaikuinua? Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Sema Bwana Yesu. Jina la Mungu wa Yakobo liniinue. sema... Jina la Mungu wa Yakobo liniinue. Ninapokuwa ninatangaza kupandishwa kwako kwa jina la Yesu, ninatangaza kupandishwa kwako wewe. Ulie chini upandishwe, wewe ulie chini upandishwe, wewe ulie chini upandishwe, wewe ulie chini kibiashara, nina ninakuombea upandishwe, wewe ulie chini kwenye ndoa upandishwe wewe ambaye hauna kazi upandishwe ndo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Inakupwekwa chini, watu wamekudharau, watu wamekukataa, watu wanakusema vibaya, watu wanakuona huna maana, ninakupandisha juu

Ndoa, upande juu kibiashara, upande juu kikazi. Waliotoandikiwa kifo hawatakufa hawatakufa. Roho ya kifa kwa jina la Yesu, ukapande, ukapande katika jina la Yesu, ukapande. Wakati naomba hivyo, kuna mtu yuko hapa anazuiwa asipande Naona sauti inasema, wewe ni nani unampandisha? wewe ni nani unampandisha? wewe ni nani unampandisha? mapepo yanasema, hata panda, hata panda, hata panda, hata panda. Yuko wapi huyo? yuko wapi huyo? yuko wapi huyo? wako watu watano ambao wanatakiwa wapande kwa haraka, kuna fedha zao zimezuiwa kwenye ulimwengu wa roho. Kwa jina la Yesu, toka, achia, achia yonyota, achia yonyota, achia yonyota, achia yo nyota, yoyota, achia kibali, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia, achia. Bado naona watu watano wamezuiwa, naona wanapanda ninaona wanapanda, mwingine ameendea kwa mgango wa kenyeji, anaambiwa tutakuua, hautaishi, tutakuua, tutakuua. Haufi, uachie Haufi. Haufi. Haufi. Haufi. Haufi. Haufi. Haufi. Haufi. Mikono yake, hautakufa, hautakufa, utakufa. Bado wako watu watano sauti inasema, we ni nani unawapandisha? We ni nani ni nani unawapandisha? We ni nani unawapandisha, we ni nani unawapandisha? We ni nani unawapandisha? mapepo yanasema tumemshikilia tumemshikilia, roya nyoka roya nyoka roya nyoka roya nyoka roya nyoka roya nyoka roya nyoka roya nyoka, achia mali zake, roya nyoka, achia mali zake, umemeza mali zake, tapika tapika tapika tapika tapika tapika tapika, kwa jina la Yesu tapika. Bado wako watu watano na moja ni msaada kwenye familia, moja ni msaada kwenye familia moja ni msaada kwenye familia. Roho ya mauti inasema hata panda. Kwa nini ajenge? Kwa nini afanye biashara? Kwa nini asomeshe wadogo zake? Kwa nini asimame? Kwa nini anaombea familia? Kwa nini anaombea familia? Ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho, ninatangaza kwenye ulimwengu wa roho, huyo hapo, huyo hapa, huyo hapa anapanda, huyo anapandisha, huyo anapandisha, huyo anapandisha, uyo anapandisha, huyo huyo anapanda, ana ana ana huyo anapanda mara ana ya kwanza jo panda mara ya pili, panda panda, mara ya tatu, panda panda, mara ya nne, panda, mara ya tano, panda pandishwa, jo pandishwa, jo kutoka chini, pandishwa. Bado tena, huyo mtu anaumwa na kichwa sahi, kichwa kimeanza kuuma. Huyo hapa, huyo hapo, achia macho, huyo hapo, huyo ana hasira, huyo ana hasira huyo ana asira, huyo ana asira, na vonja hiyo madabao, na vonja hiyo madabao. Ugonjwa wa kipepo anatumiwa, nyota yake, nyota yake inatumiwa. Wanasema kwa nini awe tajiri? Kwa nini awe tajiri kwa nini awe tajiri? Kwa nini awe tajiri? Kwa nini ainuke? Kwa nini ainuke? Kwa nini ainuke? Kwanini ainuke? Kwanini ainuke? Kwanini ainuke? Kwanini ainuke? Kwanini ainuke? Hapana, hapana, hapana! Nakataa, nakataa. Nafungua miguu yako, tembea, tembea, tembea, tembea! Hapo walipokuweka sehemu moja unanuka, wamekuwekea harufu mbaya, wamekuwekea harufu mbaya. Umejikataa mwenyewe, umejikataa mwenyewe

Mapepo yataki wainuke. Mapepo yataki wainuke. Mapepo yataki wainuke. Yuko wapi mwingine? Sio huyo, sio huyo huyo, huyo ni naimona bado, na mume wake watainuka sana, yeye na mume wake watainuka sana wewe na yeye na mimi wake. Huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa, huyo hapa. Watainuka sana, watainuka sana, watainuka sana, watainuka sana. Nasikia sauti inasema, kwa nini wainuke? Kwa nini wainuke? Kwa nini wainuke? Kwa nini wainuke? Bado huyo, bado huyo ana shida kwenye tumbo. Huyo ninayemtaja ana shida kwenye tumbo, ana shida kwenye tumbo, ana shida kwenye tumbo. Fire chia, fire chia, fire chia wainuke yeye na mume wake, wakainuke, wakainuke, wakainuke, wakainuke, wakainuke yeye na mume wake, wakainuke yeye na mke wake, wakainuke. Bado yule anayeumwa kichwa bado hajatoka, bado hajatoka, bado hajatoka. Huyo tena anaambiwa, kwa nini unaomba? Kwa nini unaomba? Kwa nini unaomba? Napeleka moto hapo. Napeleka moto hapo. Napeleka moto hapo. Napeleka moto hapo. Napeleka moto hapo. Napeleka moto hapo. Napeleka moto hapo. Inuka kwa jina la Yesu. Wamebaki wawili. Hao wawili ni msaada mkubwa. Ni msaada mkubwa. Ni msaada mkubwa na wanamoyo wa utoaji lakini wanazuiwa. Vita yao ni kubwa. Vita yao ni kubwa. Vita yao ni kubwa. Vita yao ni kubwa. Vita yao ni kubwa. Vita yao ni kubwa. Vita yao ni kubwa. Saidia huyo! Saidia huyo! Vita yao ni kubwa. Vita yao ni kubwa hiyo vita ni kubwa, wana roho ya kutoa, wana moyo wa utoaje lakini vita ni kubwa, wamezuiwa kwenye lango la utoaje, wamezuiwa kwenye lango la utoaje winavonja yomadabao yomadabao winavoja wina inoka utainuka utainuka. Uta, Mungu aliniambia nitainua wale ambao hawakutarajiwa wale ambao wamekata tamaa nitawainua nitawainua, nitawainua. Aliniambia nitawapandisha aliniambia nitawapandisha. Aliniambia wale waliokata tamaa nitawapandisha. Aliniambia wale waliozaraulika na kukataliwa nitawapandisha, nitawapandisha, nitawapandisha, nitawapandisha! Panda, panda, panda! Ninakiri kupandishwa kwako, ninakiri kupandishwa kwako kibiashara. Upande, upande, upande, upande, upande, upande, upande. upande upande upande, upande. Eh, eh, eh. Kuna mtu namuona ataondoka sasa, bahati mbaya hata okay. Ungeenda mbali, haya mafuta yanakufuatilia na yatamfungua popote utakapoenda haya mafuta hayatakuacha njiani, yatakuinua tu yatakuinua tu yatakuinua tu, yata tu. inavunja hiyo roho inavunja hiyo roho kwa jina la Yesu. Bado kuna mtu namuona ameshikiliwa na waganga tisa, waganga waganga waganga waganga waganga naona waganga waganga waganga tisa ndio wanafanya na vita. Kwa nini waganga, waganga yenye thamani kubwa iliyobeba kesho yake, nyota kubwa iliyobeba kesho yake. Yuko wapi huyo? Yuko wapi huyo? yoko wapi huyo. Na kuna siku ulinyolewa nywele bila wewe kujua, bila wewe kujua, bila wewe kujua. Na kuna wakati unasikia ubavu ni kama moto unawaka kwenye ubavu, kama moto unawaka. Ninapetesha moto, inapetesha moto, linakutoa kwenye mateka katikati ya waganga tisa. Inakutua, toka, toka, toka kwa jina la Yesu. Goja nitakuja. Tuendelee, sikiliza. Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni, moja azikumbuke sadaka zako zote, azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali dhabihu zako akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako, na kuyatimiza mashauri yako yote, mashauri yako yote. Na tuushangilie wokovu wako, kwa jina la Mungu wetu tuzi, tuzitweke bendera zetu. Bwana akutimizie matakwa yako yote, Bwana akutimizie matakwa yako yote. Sasa jua kuwa Bwana ameokoa masihi wake. Masihi ni nani? Ni mtiwa mafuta. Ndio maana wakati wote huwa ninakutia mafuta, ninaelewa nguvu ya mafuta. Mara nyingi huwa anasema, hapa nilipo ni mafuta yalinitoa, mafuta katika watu ambao yawezekana wana historia mbaya. Pia mimi ni mmojawapo katika watu ambao wana historia mbaya. Mimi ninaanza kutumika nikiwa nadaiwa kodi ya nyumba mwaka mmoja na miezi mitano, na nyumba niliyopanga ni ya Waislamu, na wale vijana wakasema tafuta kodi ya miezi ni tutajua, tutamwambia nini baba yetu, wanakuja wananipe miezi mitano nihame pale, wao watajua watamalizaje na baba. Wananiomba vijana wako wawili wanakuja, niko kanisani, nina deki kanisa, sina mwelekeo na sijui. Nilishawaambia kuna siku ili nilipe kodi hiyo. Niliuza suti yangu nyeupe elfu arobaini. Nilimuuzia nani? Kamaliza, aliyenitia mafuta, aliyenitia mafuta. Nikauza suti yangu mpya nyeupe nikamuuzia elfu arobaini. Yule mwanzo mwanzoni, mwanzoni, lakini kuanzia hapo siku nyeupe nilishona karibu miezi nane nikilipa kidogo kidogo kidogo kidogo lakini kamaliza akanialia kwa sababu watumishi mnaniangalia nikiwachekea.